Sukari ni miongoni mwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanayoongoza kwa kugharimu uhai wa watu kila mwaka. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mwaka 2019, watu milioni 1.5 walifariki kwa matatizo ya kisukari, huku wizara ya afya ya Tanzania ikibainisha kuwa watanzania milioni 2.8 wenye umri kati ya miaka 20 na 79 wanaishi na ugonjwa huo. Katika kudhibiti ugonjwa huo WHO inapendekeza watu kula chakula kwa mpangilio, kufanya mazoezi, kuwa na uzito wa kawaida wa mwili na kujizuia na matumizi ya pombe na bidhaa za tumbaku ikiwemo sigara. Hata hivyo, baadhi ya watu wanafikiri ukishakuwa na kisukari basi huruhusiwi kula kila kitu, jambo ambalo si kweli. Swala ni unakulaje vyakula hivyo. Vifuatavyo ni vyakula ambavyo wataalamu wa afya wanashauri mtu mwenye kisukari avitumie. Kwa mujibu wa jarida la afya la Hesperian, unga unaotokana na vyakula vya nafaka ambazo hazijakobolewa ni wenye afya kwa sababu nafaka hizo zinapokobolewa huondoa kiinitete na ganda la juu ambalo huwa limesheheni virutubishi. Vyakula vya nafaka zilizokobolewa humeng'enywa kwa urahisi, kwa hiyo hutengeneza sukari haraka mwilini na vinaweza kusababisha sukari kupanda kwa haraka mpaka kufikia viwango vya hatari. Mfano wa vyakula vya nafaka isiyokobolewa ni pamoja na ugali wa dona, ugali wa ngano isiyokobolewa, pamoja na mchele na mkate wa kahawia ama brown. Mtaalamu wa afya wa zahanati ya Misigano, jijini Mwanza, Dkt. Frankels Christian anaeleza kuwa vyakula vya nyuzinyuzi hupunguza -nyuzi, kasi ya uchunzaji wa sukari. Kwa mujibu wa daktari huyo, vyakula vyenye nyuzinyuzi -nyuzi ni muhimu kwa sababu husababisha mmeng'enyo chakula kwenda taratibu, na hiyo husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nyuzinyuzi -nyuzi, huwa ni sehemu ngumu ya mmea kama vile majani, mashina na na hupatikana kwenye vyakula na mboga mboga kama kisamvu na majani jamii ya mikunde, matunda kama parachichi, embe na ndizi, na vyakula vya mizizi kama mihogo pamoja na viazi vitamu, ambavyo kutokana na kuwa na wanga kwa wingi vinashauriwa kutumiwa kwa kiasi kidogo. Kwa mujibu wa taasisi ya chakula na lishe Tanzania TFNC, zaidi ya asilimia sitini ya uzito wa mwili wa binadamu ni maji. Maji husaidia mwili kufanya kazi mbalimbali mbali kwa ufasaha, ikiwa ni pamoja na kusaidia katika uyeyushaji wa chakula, usafirishaji na ufyonzaji wa virutubishi mwilini. Maji husaidia kuondoa uchafu na mabaki ya uchafu mwilini kwa njia ya jasho na mkojo. Mgonjwa mwenye kisukari anashauriwa kunywa maji safi na salama kiasi cha lita moja na nusu kwa siku au glasi nne kwa siku. Pia mtu mwenye kisukari anaweza kuongeza kiasi cha maji ya kunywa kwa kunywa vitu vyenye majimaji kama vile supu, juisi ya matunda halisi pamoja na madafu. Wataalamu kutoka kituo cha afya cha chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, wanasema vyakula vyenye protini husaidia kujenga mwili. Aina hii ya vyakula ni pamoja na maharage, kunde, mbaazi, soya, karanga, njegere, njugu mawe, dengu, choroko pamoja na nyama. Vyakula vingine ni kama mayai, samaki, dagaa, kumbikumbi, senene, maziwa na nzige. Vyakula hivi haviongeze sukari mwilini, lakini unatakiwa kutumia kwa kiasi ili kuepuka madhara mengine ya kiafya. Wataalamu wa afya wanabainisha kwamba vyakula vilivyochakatwa viwandani huwekwa sukari nyingi ama chumvi nyingi na kuongeza vyambata ambavyo sio rafiki kwa afya yako, hivyo ni muhimu kuvitumia kwa kiasi. Vyakula hivyo ni kama keki, biskuti, chokolati, pipi, chips ama vyakula vya kukangwa na vinywaji kama soda, pombe na sharubati za kusindikwa viwandani, kwa kuwa huongeza sukari mwilini kwa kasi. Asante kwa kusikiliza makala hii, endelea kuwa karibu ni Jiko Point kupata mfululizo wa makala za dondoo za afya kama hii. Mimi ni Esa Ng'umbe, unaweza kutufuatilia katika kurasa za mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, X pamoja na TikTok. Kote huko tukifahamika kama Jiko Point.